Ndugu zangu mnaoendelea kufuatilia somo masomo haya, wale mliopo pahali hapa na wale ambao mpo katika mtandao mnatufuatilia kwa njia ya mitandao, naomba kuweka vizuri kitu kimoja hapa kabla ya kuendelea. Nilisema dhambi ni mbaya kwa sababu inaishi katika moyo inapokuwepo katika maisha ya mwanadamu. Sasa nimekutana na maswali kwamba ikiwa ni hivyo, mwalimu, unasema dhambi haiwezi kuondolewa kwa nguvu za kibinadamu, unasema haiwezi kuondolewa kwa bunduki, haiwezi kuondolewa na magereza, haiwezi kuondolewa na viboko wala silaha yoyote ya kibinadamu. So magereza zisijengwe ama bunduki zisiwepo na tuteketeze miti ili fimbo zisitumike katika kuhudumia watu? Naomba niweke vizuri kwamba vitu vyote hivi ni muhimu sana viwepo, na ikitukia kuna mchango kwa ajili ya gereza naweza changia, ama mchango kwa ajili ya kuongeza silaha kama bunduki naweza changia, kwa sababu hivi ni muhimu, vinaweza kutuliza uovu katika maisha ya mwanadamu. Lakini pamoja na hivyo haviwezi kuondoa, kwa sababu nguvu ya kutenda uovu haiishi katika mwi, viungo vya mwili. Tunapojifunza habari za kimatibabu, tunasema kuna dawa za kufubaza, kuna dawa za kutuliza, lakini ziko dawa za matibabu na zingine nyingi. Katika hizi zote dawa, iliyo ya muhimu ni dawa ya kutibu. Zingine hizi zinaweza zikatuliza na zikajenga tatizo lingine kubwa kwa hiyo vyote hivyo silaha na kadhalika, ni vya muhimu sana katika kushughulikia uovu ulimwenguni, lakini haviwezi vikauondoa. Kwa sababu kweli ni kwamba ukiona mtu alimeiba, ukiona mtu amezini, ukiona mtu amefanya uovu, kinachotenda uovu sio macho yaliyoona, sio mkono uliogusa, sio mdomo uliongea, sio sikio lililosikia, na wala sio kiungo cha mwili bali ni msukumo wa moyo, nguvu ya dhambi inayotenda kazi ikiishi katika moyo, hiyo ndiyo inachochea mtu kutenda uovu. Kwa hiyo dhambi, huwezi ukaiondoa kwa kutumia masiraha. Hata kama yapo, yale yanatuliza, lakini hayawezi yakaondoa. Kinachoondoa dhambi ni nguvu nyingine, ambayo siyo ya kisiraha za kibinadamu, na hivyo ni vizuri kutafuta nguvu hiyo.